Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametengua na kuteua viongozi wapya akiwemo mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART, pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Mabadiliko hayo yanakuja wakati ambao wananchi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa wakilalamikia huduma zisizoridhishwa kwenye usafiri wa mabasi ya mwendokasi. Mathalan jana Jumatano Oktoba 1, 2025, Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, alifanya ziara ya kushtukiza kwenye kituo cha Kimara kujionea kero na usumbufu wanaokutana nao abiria wa hasa nyakati za asubuhi, ambapo aliomba radhi wakazi wa jiji hilo kutokana na adha wanayokumbana nayo kwa muda mrefu. Usafiri huo umekuwa na changamoto nyingi kiasi cha abiria kulazimika kujazana kwenye vituo na kugombania magari wafikapo vituoni, hasa katika kituo cha Kimara na Kivukoni. Taarifa iliyotolewa leo Alhamisi Oktoba 2, 2025 na Katibu Mkuu Kiongozi, Dr. Moses Kusiluka, imeeleza kuwa, Rais Samia amemteua Saidi Tunda kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka akichukua nafasi ya Dr. Athumani Kihamia. Aidha, Rais Samia amemteua Pius Ng'ingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka akichukua nafasi ya Waziri Kindamba, ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa leo Oktoba 2, 2025. Taarifa ya uteuzi na utenguzi huo imetolewa wakati Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akifanya ziara kwenye kituo cha mwendo kasi cha Kivukoni na baadaye Kimara leo. Hata hivyo, jana Oktoba mosi 2025 jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam iliripoti tukio la kushambuliwa kwa mawe baadhi ya mabasi katika vituo vya mwendokasi katika maeneo ya Gerezani, Kariakoo, Magomeni Mapipa, Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kutokana na abiria kuchoshwa na kero ya kusuasua kwa huduma za usafiri huo maarufu jijini Dar es Salaam.